Karibu kwenye habari za ulimwengu. Serikali ya Urusi imetangaza kuwa haitashiriki katika mkutano wa kimataifa wa kujadili amani ya Gaza Strip, hatua inayoongeza sintofahamu katika juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati. Uamuzi huo umetolewa wakati jumuiya ya kimataifa ikiendelea kushinikiza kusitishwa kwa mapigano na kuanzishwa kwa mazungumzo mapya ya kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa za maafisa wa Moscow, sababu za kususia mkutano huo zinahusishwa na kile walichokiita ukosefu wa usawa katika maandalizi na ajenda ya mkutano. Urusi imeeleza kuwa haitaki kushiriki katika mchakato ambao kwa mtazamo wake hauzingatii maslahi ya pande zote husika katika mgogoro huo. Mkutano huo ulikuwa unalenga kujadili hatua za haraka za kibinadamu, kusitishwa kwa mapigano pamoja na kuanzishwa kwa mchakato wa kisiasa wa muda mrefu kati ya Israeli na Palestini. Hata hivyo, kutokuwepo kwa Urusi unatajwa kuwa pigo la juhudi za kuleta uwiano wa kimataifa katika masuala hayo. Urusi imekuwa ikijitambulisha kama mdau muhimu katika masuala ya Mashariki ya Kati, ikidumisha uhusiano wa kisiasa na pande mbalimbali mbali katika eneo hilo. Kwa mantiki hiyo, kuto kushiriki kwake kunazua maswali kuhusu mwelekeo wa diplomasia ya kimataifa na mgawanyiko wa nguvu kubwa duniani katika kushughulikia migogoro ya kikanda. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kuwa Hatua ya Moscow inaweza kuwa ishara ya mvutano mpana zaidi kati yake na mataifa ya magharibi. Kwa miaka ya hivi karibuni, tofauti za kimkakati zimekuwa zikiongezeka, hasa katika masuala yanayohusisha usalama wa kimataifa na ushawishi wa kikanda. Aidha, uamuzi huo unaweza kuathiri kasi ya maamuzi katika mkutano huo. Kwa kuwa Urusi ni miongoni mwa wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ushiriki wake mara nyingi huchukuliwa kuwa muhimu katika kufikia makubaliano yenye uzito wa kimataifa. Kwa upande mwingine, baadhi ya mataifa yaliyoandaa mkutano huo yanasema kuwa mchakato unaendelea licha ya kutokuwepo kwa Urusi. Yameeleza kuwa lengo kuu ni kupunguza mateso ya raia na kuimarisha mazingira ya mazungumzo ya kudumu, bila kujali changamoto za kisiasa zina Mgogoro wa Gaza umeendelea kusababisha hasara kubwa ya kibinadamu ikiwa ni pamoja na vifo, majeruhi na uharibifu wa miundombinu muhimu. Jumuiya ya kimataifa imekuwa ikihimiza suluhisho la kisiasa litakalohakikisha usalama wa pande zote na haki kwa wananchi wa eneo hilo. Kuto kushiriki kwa Urusi kuna kuja katika kipindi ambacho dunia inashuhudia mabadiliko ya nguvu za kisiasa na kuongezeka kwa ushindani wa kimkakati. Hatua hiyo inaweza kutafsiri kama sehemu ya msimamo mpana wa kujitenga na baadhi ya ajenda zinazoongozwa na mataifa ya Magharibi. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa katika matokeo ya mkutano huo wa amani. Iwapo mazungumzo yatafanikiwa bila ushiriki wa Urusi au la, bado ni swali linalosubiri majibu, huku mustakabali wa Gaza ukiendelea kuwa suala nyeti katika siasa za kimataifa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.